Yo, bwana mwendelezo wa za uh, Diamond Platnumz mwaka 2025 umekuwa ni mwaka mzuri sana kwenye maisha yake ya muziki wa Bongo Flava, lakini pia umekuwa ni mwaka ambao Tanzania wengi sana wamejua ukubwa wa Diamond Platnumz, lakini pia umejua Bongo Flava ni msanii upi ambaye anawakilisha vizuri. So, moja kati ya show ambazo Diamond Platnumz amezifanya hivi karibuni mfululizo, nikiwa na maana Manchester United kule, au so bwana eh? lakini pia London, Scotland, zote zao ni ukumbi ambazo zinafanya vizuri kwenye swala zima la population za watu, lakini pia ni mikumbi mikubwa ambayo imetajwa Diamond imewakilisha vizuri na kufanya vizuri kinoma, kino noma. Watu ni wengi sana ambao wamejitokeza wakionyesha love kwa msanii Diamond Platnumz, lakini pia kuna tamasha lingine ambalo linasubiriwa kwa hamu ambao ni Sama Jam, au sio bana? Tamasha hilo kihistoria ni kubwa kinoma, kino noma, na linashiriki wasanii wengi sana wakubwa enzi na enzi. So kitu ambacho kifahamu, Diamond anazidi kuonyesha kuonyesha lavu na kushia lavu kwa marafiki zake ambao amekuja nao au, au ameondoka nao kule nje kimataifa, akiwa na maanisha Omidimpos, Jux, Baba Levo, Remy Jones, Noella, sijui mnisoma bana. So uh, in short tag lake zima ambalo ameondoka nalo ameonyesha respect, lakini pia moja kati ya lavu ambayo ameionyesha kwa ndugu yake Baba Levo. So bana, msemaji wake kwa jina lingine wanamuita chawa. So Baba Levo uh,

amemnunulia miwani ya kiasi cha dola laki tano sasa na fedha za Tanzania milioni tatu. So moja kati ya kitu ambacho baba Levo akutegemea ili fraiki na manoma, kwa sababu sio mchezo kumwaga milioni tatu na kuendelea au milioni mbili na kuendelea kwa ajili ya miwani tu, hicho ni kitu kikubwa sana. So baba Levo ingeipata hiyo, likuwa na dream ya kukamilisha nyumba yake, lakini so far uh, bosi wake Diamond Platnumz amefanikisha kumnunulia ni kwamba anaendelea kuonyesha upendo kwa washikaji zake ambao mekuja nao, lakini pia hata msanii mwenzake Jux, tumeona kampani ni nyingi sana ambazo anampa kwenye show lakini pia supporti mbalimbali tulikuwa tunawaona wakiwa pamoja, way back pamoja na mpaka sasa hivi bado washikaji wako pamoja, anaendelea kufanya ushikaji uh, wenye manufaa so nahitaji maoni yako kama ni mwanafamilia wa Bongo Plus TV, lakini pia kama unaipenda burudani kina maana maoni hizi Diamond Platnumz ataweza kuingia kwenye nominees au kuwakilisha vema Bongo Flavor katika matamasha makubwa tunaoyafikiria example, kama O2 Arena au sobara O2 Arena, so moja kati ya tamasha ambalo watu wengi hata wa Tanzania na Afrika zima tunatamani msanii Diamond Platnumz tukumuona mazingira yale, tujue kule mziki wa Bongo Flava umefika mbali. Lakini pia licha ya hivyo tu kuna uh, tunzo kubwa ambazo tunatamani msanii wetu Diamond Platnumz aingie na achukue agombanie tunzo za BET, tunzo kubwa za Grammys. Sisi tumeelewana. So hizo hatua zikifika kwa msanii Diamond Platnumz, basi kila kitu kitakuwa poa sana. Drop ya comment hapo. Athimo hii ni Bongo Plus TV doaganda kununulia miwani dola mia tano. Hmn, ndugu yangu tushauriane. Ndugu zangu tushauriane, dola mia tano, unajua ni matofali mangapi? Eh? Watu unauza matofali tu

Siva kusafiri na lukube kumbe, waga watu wanafaidi kuanzia leo, niko nyumba yake eh, kama begi kweli bwana ah, oh kweli kweli bwana milioni moja laki nane miwani

Watoto wangu waje avunje, kama ule pii ule, na kichwa chake kikubwa ule, anaweza kuvunja Dola mia tisa na mamilioni tatu, ni miwani mbili, Diamond. Okay buauamtiakunodea vu ndugu yangu, unalipa mshahara mkubwa kweli. Acha kwa kweli kuzunguka na mimi ndugu yangu, na mimi kwa sasa hivi nitakuganda kama lumba, kwa sababu haina kwaje. Jamani, hii hapa ni new, new.

Miwani mbili milioni tatu cash. Thank you, thank you very much. Thank you very much. Goodbye. Thank you.